Mbinu ya maisha, ukitaka uishi kwa muda mrefu hapa duniani, jitahidi sana uwe na madeni. Yaani, uwe na madeni haswa, hakikisha kwamba yani hawapungui watu 50 wanaokudai. kwa sababu mtu akikudai siku zote huwa anakuombea mema. Haiwezekani mtu anakudai afu akakuombea mabaya, lazima anakuombea mema, ufanikiwe ili uweze kumlipa madeni yake hata siku Ikitokea kwa mfano labda unaumwa hospitali, wote wale wanaokudai huwa watakuombea ili upone. Kwa hiyo jitahidi sana uwe na madeni, kopa kopa, hata wachawi wakope. Kwa sababu ukimkopa mchawi akiwa anakudai, hawezi akaruhusu ukaroga. Lazima atakuwa mwenzako, ikitaka kukuroga lazima sema, jamani subirini kwanza, huyu unamdai mpaka nilipe. Kwa hiyo unakuwa unaishi maisha kwa amani. Hiyo ndiyo mbinu ya maisha.